Mwanangu yeah. <laughs> Siku hii ya leo nimeona niwaite ili nikaweze kuzungumza nyi, sababu mnajua vyema toka mamenyo alipotuacha, nimefanya kila juhudi kumsomesha dada yako na wewe pia na kusomesha. nimefanya kila niwezalo katika maisha yetu haya ya umu duniani nimeng'ang'ana sana na kwa kiwango ambacho imeelekewa hivi sasa, naona tukifaulu maishani, na kuna zawadi ambayo nimekuletea hapa ili uweze kuendelea katika masomo yako. Hizi hapa dada yako ah. um, mkubwa hapa, anazo heshima zake, na wewe pia unazo heshima zako aweze kujichunga. Dunia ambayo tunaishi ndani wa hivi sasa ni dunia ambayo imebadilika, na kwa kiwango kikubwa ni mtu mwenyewe unajiangalia, unajichunga, unaangalia maisha yako ya usoni jinsi atakavyokuwa dada yako hapa. Nampa onyo humu kwangu, atakaa ikiwa atatunza heshima yake. Na wewe ni jukumu lako kumwangalia dada yako. Umenisikia? Naam yeah. Kwa hivyo mimi nikapumzike. Kesho ninayo ni misheni ya kwenda kazini. Umenipata vyema? Umenipata vyema? Haya. So Dad, nilikaja juzi na nilikuwa nimepromise mambo ya kazi. Ulifikia wapi? Um, kuhusu suala hilo la kazi nimeongea na wakubwa wangu na hilo linashughulikiwa kufikia hivi sasa, na kama mwanangu siwezi nikakuachilia, nitakushughulikia na naamini nafasi utaipata. Dad, nimeshukuru <coughs> asante kwa kutuhimiza na nitafuta maino ameniambia, asante babaangu ile nalishughulikia nila uwe mtulivu sana kwanza. Hmm, mzee nikuulize mbona ukujangi na hiyo bunduki yako? Ah, um, hilo ni hatari katika usalama kwa jinsi ninavyo kujua mwanangu. Lazima niwe mwangalifu katika kutembea na kifaa kama hichoOkay, lakini hata mimi unaboesha. Kwanza hebu pumzike, mimi nikapumzike. Mwanangu nataka uonyeshe paka ifaranga mtoto wa gondoki. Mimi nikapumzike, huwa mwangalifu sana, kamwangalie dada yako. Sawa, yakotamchuayo na bidii asa mi nifanya usafi uende waangalie vifaranga sawa sawa dogo. Halo, ah, bwana, kuna mwenye nyumba hii? Niko semaje? Saa dogo. Ngia

Pole basi. Unataka mimi ya mwana. Wacha tuongee. Samahani, dada. Just give me another chance nijitetee tena.

dem au jama, dogo yetu hii mrefu mrefu hii, oh yo dem sasa amefika hapo. Ule dem, mimi nikaenda huko nikamtoa dem huko nikawaacha hapo. Sasa dogo ameniambia amechukua yo dem, na yo dem ni noma ah, si unamjua yo dem, anatoka ngapi pale chini wewe, eh, kwa ule jama wetu eh man, na mimi nanguhurumia. Sasa huyu si mtoto wa jeshi wewe, huyo wa jeshi hapo chini wewe, so hiyo. Sasa huyu alafu nini yeye mtumwa huko sasa. Ah, amejituma mtoto wa jeshi, ule jeshi hapo chini mm. Mimi sasa Unajua mimi huyo dogo alinipatia zangu za mfuko. Alinipatia mia tano mimi nikasepa zangu. Oh, wewe shida. Utapigwa sasa makalia wewe. Sasa makalia aje mimi nishaenda? Unajua mimi kwanza kuingia hapo najuana na ule dogo mwenyewe sasa. Jeshi. Ule, uh, ule mtoto wa jeshi, ule kijana mrefu hivi ule. Ule mnakuwa naye maskani pale. Wewe unaweza pigwa sasa makalia wewe na ni jeshi bwana. Sasa mimi nashikwaje? na dogo ndio anachukua ule demu. Sasa mimi alinipatia tu ile yangu ya macho nikajikata. Oh. Sasa mwanangu. Mm. Eh. Unajua umekuja hivi, lakini nilikuwa naongea oh. Ni, ni yeah. Na mshikaji kuna bizi nafaa nipige nichukue hivyo, hiyo do hapo juu bwana. Unajua mabizi sio, wanandakupigia baadaye sana mwanangu. Utatoboka mihela mwana Yaani na zile njugu zako zile la. <laughs> <laughs> njugu wanangu vipi? Si mimi kwa, kwa mali. Si ndio, sindio nataka mkwanja na hizo njugu zako unauza. Si wewe wewe, wewe, nakupa. Nakupa nini? Mawe? Sina kupa hela wewe. Hapo hapo fresh, fresh. Ah, sasa wewe. Tampaje umpe yeye. Ah, nitabala ndio maneno. Kwanza unampunguzia mshahara, maana yake ashafanya kazi bwana. Unajua sifai kumlipa sana. Ai, nakurumia ndugu.

Ukipatikana wewe kufa tu. Ukipatikana mimi nileta mali tena, nisipatikana uniruke jamani. Si mzigo, ni mzigo ni yake. Sio ni wako. Kivipi tu sasa, sasa si tunasaidiana? Ah ah, ah, Sinakupa za macho eh, hey, lakini mimi naleta mzigo hamna, jiondoa. Nikishikwa ndo utakuwa umeleta, unaniambia kama jeshi mm -hmm. jeshi. Yule yule mhm, yule jeshi. Yule. Ili yule kumpata mwanadada alimtongoza mama yake akamtukua

Si na? <laughs> Kumbuka dogo. Hey, Roger, yule jeshi amerudi. Nimekuwa okay. Na huyu mtoto wake usu, nyele, ki. kidamu sana kinoma. Sasa, sasa, hey. Sasa wewe dogo itabidi u -relax. Asiyo kama kazi, mita kupiga zangu pia. Sasa ndio nimekuambiaje ukishikwa